Kutoka mbele Kaskazini na fululiza katika Mumbuni Kaskazini, kaunti ya Machakos, na ambapo tume hiyo hiyo ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC katika eneo bunge la Machakos mjini imebaini kuwa wameweka mikakati ifaayo ili kuandaa uchaguzi wa huru na haki katika wadi ya Mumbuni Kaskazini katika kaunti ya Machakos. Wakazi wa Mumbuni wamedokeza kuwa uchaguzi huu umekuwa wa kupimana na nguvu kwa vinara wakuu wa Ukambani, na kuwafanya Anthony Kisoi wa chama cha Wiper na Harrison Wambua wa Maendeleo Chapchap kuwa wapinzani wakuu wadi ya Mumbuni Kaskazini na vituo ishirini na vitano vya kupiga kura na wakazi elfu kumi na tatu mia saba sabini na nane wanatarajiwa kuweza kushiriki katika uchaguzi huo. Isaac Musyoka alikuwa upande ule wa Mumbuni Kaskazini akarejea na taarifa ifuatayo. chaguzi ndogo katika maeneo tofauti nchini zinapotarajiwa kuandaliwa siku ya Alhamisi tarehe 27 wiki hii <coughs> wapiga kura katika wadi ya Mumbuni kaskazini, kaunti ya Machakos, watakuwa na usemi wa kumchagua kiongozi atakayeongoza kwa muda takriban takribani mwaka mmoja unusu ujao. Japo uchaguzi umeonekana ku uwanja wa kujipima nguvu kati ya vinara wakuu eneo la Ukambani. Tumeitaarisha ya kupiga kura na tumeona na kweli, tumechunguza tukaona, kura ndio itaamua, kura ya mtu ndio itaamua uchaguzi vile itakuwa wamekuwa na, upi, na upizani kali kati ya Wiper uh, UDA na Maendeleo Chapchap. So ile tunaomba Mumbuni North wa wafanye ni kura za amani na the best candidate ashinde mm. Na hata ingawa katika wadi hii kuna wagombeaji wengi wa wadhifa huu, Antony Kisoi, mgombeaji wa chama cha Wiper Harrison Wambua wa Maendeleo Chapchap wamesalia kuwa wapinzani wakuu. Wakazi wa Mumbuni wakiwa na maoni tofauti ya yani, nani kati ya wawili hao atabaki kuwa faali wa Mumbuni baada ya uchaguzi. Kaa kiso huyu Kisoi tuko na matumaini makubwa kaa atakuwa yeye ndio atapita kwa sababu ni wa Wiper. Sasa tunaona hivyo kwa sababu maarufu so, ma, pia. Pia, e, ya, so, ya, wadi ya Mumbuni Kaskazini ina vituo ishirini na vitano vya kupiga kura na wakazi elfu kumi na tatu mia saba sabini na nane na wamesajiliwa kama wapigaji kura. Alice Kimani, afisa wa tume ya IBC eneobunge la Machakos mjini, akieleza mikakati walioweka na tayari wa tume hii kuandaa uchaguzi huru na wahaki. I want to

Wakazi wamehimizwa kujitokeza kwa wingi siku ya Alhamisi kumchagua kiongozi wa Mumbuni Kaskazini. Hii vile naweza sema kwa wakazi wa eria hii, vile naweza waambia kujitokeza kwenda kwa kituo kupiga kura ndio kitu ya muhimu, na ndio kitu itaamua, na ndio itafanya upate yule kiongozi ambayo inamtaka. Isaac Musyoka, Undugu TV.